Nani kwavia, ukiona wanafiki wamezidi wamekuwa wengi, elewa mkono wa Mungu uko karibu na wewe. Ukitaka msaada wake, atakuficha aya. Sema basi, amina. Sema amina. Kwa hiyo, kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wako karibu na wewe na watambui baya hili, nao wanaita wanasema, si Wakristo tunakwenda kanisani, lakini ni wachawi walioshirikana Nataka nisikie, nasikia ndani kwangu, wewe unayenisikiliza, umekaa kwenye kiti hapa, nataka ukitoka hapa, usiye mjua ndiye huyu anayekushughulikia aanze kuonekana, aanze kujulikana, aanze kuaibika, aanze kudondoka, aanze kuishiwa na mpawa. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Kama alichukua ng'ombe akapeleka kwa mganga, imekula kwake. Kama ameuza vitu akaenda kwa kushughulikia, imekula kwake. Kama amekaa kikao cha watu watatu ili wakuseme, wakuchafue, imekula kwake, maana walichofanya, nataka nitam wamefanya kazi ya sara maana, wewe si wa kulogwa, yuko anaye kutetea na utatetewa kwenye madhabahu. Maasara nyie, ulipoona nimeshuka biashara inayumba, wakapiga makofi. Walipoona umeweka kila kitu rahani, wakapiga makofi. Waambia mna balaa, hamjui Mungu anachokuazia. Mungu anacho, Mungu anakuazia. Walifunga mlango huu, Mungu atakutoa kwa mlango mwingine. Lazima utaenda level ya baraka. Sema fire! Yani, mpaka maadui atajiuliza siku hizi anakula nini? Utawaambia anakula upepo wa Bwana, nakula vitu vya baraka hata kama unaumwa, watashangaa ameponaje? Amepataje afya? Mume wake amepataje afya? Ameendaje kufanikiwa? Tena wataambiwa ameenda kwa Elisha. Mitego imeteguliwa, mitego imeteguliwa, mitego imeteguliwa. Ninatamka ime ni ime ni kinabii, natokapokea na kataa roho ya mauti na uzalishaji kwenye familia ya kwenu

Kuna watu hapa mwanangu, wanakupigia mahesabu mpaka uliko jenga, yaani huyo akifa hiyo kile watu atachukua. Huyo akifa atawapa, hata ukifa hachukui, lakini roho ya shetani tu, sio afya tu, anachukia anakuchukua. Utafikiri Mungu anatoka nyumbani kwao. Mungu anatoka vinguni. Bwana, naongea na mashujaa hapa leo naongea na watu ambao wanakuja kuchukua anointing wanachukua mafuta watakwenda kushinda kila ngome za kumsi sema fire sema leo naendelea mbele sio upako ni kuobetu somo la anasema kitabu cha hesabu hesabu ishirini na mbili sita lisome sita lisome sio maana Masicho nakusii. Angalia, bamaki anaoita bala. Huyo ni mtu. Ehe. Huyo ni mtu. Ehe. Bila nile watu hao. Angalia, mshau unilaani. Ngoja nikwambie kitu mwanangu. Kwa nini unalaaniwa? Kitu cha kwanza unalaaniwa. Unapolaaniwa, sawala mtu anasema anaambiwa nani? Anaambiwa Yesu. Anaambiwa yule baba. Kesi yake inaambiwa. Yangu analaaniwa unataabishwa. Kazi ya laana unapo nguvu no, wanakumaliza. Wanalaani ndoa, wanalaani biashara, laani chotuacha no, lani aa lani biashara lani no, hatakaa uzi, hatakaa pata wateja, hatakaa olewa, laani nimelaani, laani na uzao wana wake wanadamu. Maana wanapokulaani Mungu alitengeneza madhabahu, akamwita na mtumishi wake, akaweka neno la baraka ndani yake, laana zao nageuza. Leo haukuna kulaaniwa hapa Ale ni laani, laana yake itamrudia. Iko na imani? Ameen! Nguseni msikowie, laana yake itamrudia, itamrudia. Shina la Bwana Yesu ndio badifu. Ameen! Shina la Bwana Yesu ndio badifu. Ameen! Asemani. huyu nani? Watajenga huka mama kwenye ndoa, atabadilisha mazingira. Kwa hiyo hawakuoni kama mama, hawakuoni kama baba, wanaona kitu kinachotokea, wanapiga ramli, wanapiga picha zao, wanakuona miaka kumi ijayo, utawatawala utapindua hiyo anga, wanaanza kushughulika na wewe. Nimetuma nitangaze kile unachokibeba hakitazuiliwa, lazima kiwadondoshe maadui, lazima kiwadondoshe maadui. Tumoja seme faya, sema faya

Siku moja nilitoka mahali nikawapa watu lift. Nikawapa bibi mmoja ambaye alizeeka sana. Wakati na naenda kumshusha akaniambia, leta mikono. Akaniambia hivi na kufundisha kitu. Akaniambia hivi, niliomba Mungu nyumbani. Nina watoto, nina wazao. Hakuna hata leo leo huruma. Hapa naumwa, sisi naenda wapi? Lakini wewe umeninyanyua, ukanifikisha hapo hospitalini kwa gharama yako mwenyewe. Sina cha kukulipa na nikatoa ila nikaupa tena. Mama, chukua katibiwe. Akaniambia hivi, Oremana mpofu mipofu. Manaake Mungu unajua hiyo lio ina maana kubwa sana. Akimaanisha katika maisha yako, omba Mungu kutane na watu vipofu vipofu. Maana yake ni watu ambao hawatakuwa na roho ya korosho. Wakiamua kukupa kitu, hawana hawana maneno mbili, hawana nia mbili, wanakusaidia tu, wanakusaidia tu. Leo nawapiga maadui zako upofu, walete baraka kwako leo. Nawapiga maadui zako upofu, watu sai walete vitu kwako Nitatemea mikono yako kama baba yako wa kiroho leo. Nitatemea uso wako kama baba yako wa kiroho leo. Nitatemea maisha yako, yako kama baba yako wa kiroho. Popote ukipita, kutana na watu ambao watakubeba, watakusaidia, watakuosha, watagharamika na wewe, hawatakuwa na roho ya korosho. Hey,

tishio na bado leo nimekuja nivue roho ya udhalilishaji, wamekaa kwenye vikao huyo. Hey, ni nani huyo? takataka huyo malayo. Hey, wao ndo wamesema ni malaya. Nimetuma nitangaze wawe sio malaya, wawe ni mtumishi wa Bwana. Watakuona, wataisoma namba sema, wataisoma namba sema, someni lebo fanyeni sema, lebo soma, lebo sema soma soma lebo lebo yangu sio ya kwenu lebo yangu ni yakwenda kwenye paradiso. Lebo yangu ni yakwenda levo ya baraka rabababashaka. Namwona mtu kwenye biashara kubwa, namwona mtu kwenye ndoa ya baraka, namwona mtu akiwatekesa maadui, namwona mtu akiwaangusha maadui, namwona mtu akipandala

yako wanafiki wanafuatilia mambo yako, tv zao, namba zao, maneno yao, wrong number. Eliza hapatikani, nyumba yake haipatikani, doa yake haipatikani, biashara yake haipatikani, gari lake halipatikani, afya yake haipatikani. Kila anayekutafuta kwa ubaya, natangaza hautapatikana. Angalia mtu amekape, hautapatikana. Runinga zao ni zero, runinga zao ni zero, emsema wakitafuta mtoto wako wa kwa kwanza hawaoni, wakitafuta shuleni hawamuoni, wakitafuta watu sahihi hawaoni. Wanasema mbona hatumuoni siku hizi saiboku? Jamani, kila kenda kazini, tulisema afanikiwi, mbona amefanikiwa? Wanakonda, wanapiga ramli zao zile, tv zao zinasema inashika michele michele na kuambia vitu vyao vitashika michele michele. Na tena, kila wakiuliza habari zako wanaambiwa hatujui, hatufahamu. Natamka wanafiki wote kusha habari ya <coughs> <coughs> ile nyumba ni ya nani? Kuna bomba imeonekana itakaijengwe, naiona itajengwa mpaka kila mtu atashanga, itajengwa mpaka kila mtu atashanga. Yani kuna watu wamejenga, wakaweka na mageti wakuusa nabulu waambie, tangulieni na kuja sujia, na kuja sujia, na nikwambie ya kwako ikija inakuja ya kisasa kuliko yao. Oh wanikue yeah. Oh wanipe yeah. Imani tegwe mitego Bwana, wewe nipe imani tegwe mitego Bwana. Wacha watangulie kibiashara, wametangulia kwenye kujenga, wametangulia wanaendesha magari, wanapita mbele yako, utafikia wanapita vile, wanakupigia vumbi. Waambie tangulia mama, tangulia dada, harusi zenu tangulia, ninakuja bwana. Nyota ni yangu iking'aa, kuna vitu vitashuka, utapiga nyumba akutaish wanandatue muombaji muombaji mbemb k na ka hautaka kuombaomba. Nakataa roho ya kuombaomba iwe mwisho leo. <laughs> iwe mwisho kesho, iwe mwisho mwaka huu. Anakufundisha upate chako. Mtu akikuringia usiogope, anakuringia akufundishe njia ya kupita, upate chako. Mtu akinyanyua mdomo usiogope, mwambie midomo yote inaangalia chini, la kwako litashuka na la kwangu litanyanyuka. Inatabiri kinabii, kuna kitu kitatoka ndani yako